Lakini hata hivyo, ukija kuangalia kwa mara ya kwanza, rais wa Kongo Felix Tshisekedi ambapo alipotoa tamko rasmi na kusema kwamba anakaribisha wawekezaji kutoka nchini Marekani kuja katika taifa lake la Kongo katika masuala mazima ya uchimbaji madini mm. Lakini hata hivyo, ukija kuangalia, kuweza kukaribisha sasa wawekezaji uh, wa Marekani kuja katika taifa la Kongo mm -hmm. Katika kuweza uh, swala so zima la uchimbaji wa madini ambayo yanapatikana katika taifa hilo ni kwa lengo maalum. Mm Ukija -hmm. Kongole kwamba kwa yeye anaruhusu uh, Marekani kuingia katika taifa lake na kuweza kuchukua madini mm -hmm. kwa sababu tu ya kuondoa gogoro la vita ambao unaendelea kati ya kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo. Mm -hmm. Lakini hata hivyo watu wengi wakawa wanajiuliza maswali kwa mitazamo tofauti. Tofauti mm -hmm. Watu wakiwa wakizungumza, akisema kama inakuwa vipi taifa la Kongo akiomba uh, msaada sasa kutoka katika taifa la Marekani na huku ukija upande wa pili yeye mm, yupo katika upande wa Afrika Mashariki lakini sambamba kabisa SADC pamoja na Umoja wa Afrika. Je, kwa pamoja ni kwamba Umoja wa Afrika umeshinda kusaidia taifa la Kongo? Mm. ni mitazamo ya watu mbalimbali, ambapo katika hichi kitu ambacho kinaendelea kati ya taifa la Kongo pamoja na kikundi cha M23, lakini Aisha, tumeona kuona kwamba, uh, tayari sasa mshauri wa rais Donald Trump ameshaanza kuwasili katika taifa la Kongo kwa ajili ya kukaa pamoja na rais wa Kongo Mheshimiwa Felix Tshisekedi kwa pamoja kukaa kuweza kuzungumza jinsi gani sasa wataanza utaratibu wa kuweza kuchimba hiyo madini, lakini sambamba kabisa na masuala mazima ya usalama katika taifa hilo la Kongo. Kuna vitu vingi sana vya kuweza kujiuliza. Je, pale ambapo taifa la Kongo wataweza kuachia madini yao na kupeleka katika taifa la Marekani? Je, mgogoro ambao unaendelea wa vita kati la kundi la M23 pamoja na taifa la Kongo utaisha? Haya ndio maswali na utumaini kwamba baadhi ya watu watakuwa wanaweza kujiuliza kwa hiki ambacho kinaendelea. Lakini hata ukija kuangalia mshauri ambaye ameweza kukutana na rais wa Kongo Felix Tshisekedi ni pia ni mshauri wa masuala ya Afrika kwa pale Marekani, lakini sambamba kabisa ni mshauri wa masuala ya Afrika ya masuala ya Mashariki ya Kati, nazungumzia Israel, nazungumzia Palestina, nazungumzia Lebanon. Yeye ni Marekani ambaye amezaliwa katika taifa la Lebanon. Hmm. Lakini sambamba na hivyo, yeye ni mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump ambapo ameweza kumuoa binti wa rais huyu ambaye anaitwa Tiffany. Lakini hata hivyo na kwenyewe ukija kuangalia licha tu kwa ya kwamba kuna udogo hapo kati hapo huko Aisha, lakini hata ukija kuangalia katika kazi ambapo huwa anamshauri rais masuala mbalimbali, hususan katika hii migogoro ya kivita kwa sababu ukija kuangalia Mashariki ya Kati kuna vita ambayo inaendelea. Hmm. Napo pia ukija kuangalia hata upande wa Afrika kuna machafuko ambayo yanaendelea na sasa hivi tumeona ni kwamba ameweza kutua katika taifa la Kongo na kuweza kukutana na rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuweza, mm -hmm. kuzungumza kwa pamoja jinsi gani ambavyo a uchimbaji wa madini ambao utaendelea katika taifa hilo, lakini sambamba kabisa na masuala ya usalama katika taifa hilo mm -hmm.